Jeba mgonga uringa ulimbo, ulimbo. Manyama mgonga ulimbo. Nyanduka mgonga ulimbo. Sisi ndo wa konga ulimbo. Sisi ndo wa konga ulimbo. Sisi ndo wa konga ulimbo. Sisi ndo wa konga ulimbo. Nimeitikia wito wako, umenipigia simu zaidi ya mara moja Njoofsini joofsini, ulikuwa unasemaje? Yaani leo baba yangu, nataka nikupe habari njema na hisi utaipokea vizuri, utafurahi zaidi leo. Yaani upendo leo ndio mpya, umeongezeka ni leo. Nimefanya ile kazi yako ambayo nimtuma, nimefanya kazi vizuri na wale rafiki zako wote wameshatoka. ijenaimeshamaliza kazi pale mzee ambaye sikuni kwa naye nyumbani. Nataka ukamuue yule mzee. Wati nini? Nifanyaje? Kadudu. Unashangaa nini? Hujui kuua. Ni simple. Hujui kuua. Na ukishamaliza kumuua yule mzee, utaniletea majibu ya kwamba umemaliza kumuua yule mzee. Unasema? Nataka kumuua yule mzee. Na tunaweza kumuoa, utakuja kuniambia maiza

Ule rafiki yako ule bonge, ule nani? Big manyama manyamaya eh? Kwanza manyama kaja hapa, yule nya, nyandu wamekuja, amenielezea kuhusu ile swala lako kwenda kukamata polisi. Kesho yake tukatoka tukaenda wote polisi, nikashindikana tukaudi nyumbani. Sasa hiyo shindikana eudi nyumbani, usiku wake ndo manyama kaja hapa. Alipokuja kwanza tumeanza kuongea vizuri tu na manyama aniambia kwa yeye anaweza kwenda kutoa na mimi, kwa nika namsikiliza kwa sababu unajua ni rafiki yako, lakini baada hapo nikashangaa naanza kuingiza mambo ya mapenzi tena. Sasa mwongea vile mimi mimi nika mind sana unyoo, nikamind kwa kwa nini yule anakuja kuniambia mimi mambo kama haya ya kijinga jinga. Sasa ni hivyo mind vile nikichotokea hapo jeba Sister Lucy, butuka. Ah, manyama kafanya nini? Ah. Kachukua manyama, manyama kachukua msagaa. Ah. Kachukua msagaa manyama. Ah. Manyama kafanya nini sister butuka? Ah. Manyama anasengu, manyama chakula tena achukua mdinga peke yake na sel peke yake. Ah. Manyama kazingua tena au? Ah. Manyama kafanya nini sister butuka? Eh, manyama nguo kunibaka mimi manyama kweli. Hey, what?

Tayari imeshazima, sio? Nasiwasi, mnajua sisi ni watu wazima. Kesho na kesho kutwa sisi tukaonekana kwenye eh, mitandao, mnajua vijana siku hizi wako kwenye mitandao, wajui imetokea wapi. Tazama, kuna mtaani eh? majina yetu makubwa, alafu tukuja tutaaribiana. Eh, sasa niko na kuuliza kitu kimoja. Hmm. Nilivyoingia hapa kuna mtu wote kanione? Hapana, hapana. Hakuna mtu. Ndio maana nilikwambia uje huu huu muda ambao wa kazi watu wote hawapo. Kweli? Hata ulivyoenda kuzima hakuna mtu wote ambao amekutana naye. Ndio. Sawa. Na ndio maana nilikwambia kwamba nataka nije baada ya muda wa kazi kuisha. Ili ah, nije tuongee mambo yetu tukiwa wawili tu. Hapa ndiko umefika kila kitu. Nashkuru kufahamuanikuambia nampenda sana mwanangu, najua na ndio maana. Kwa kumwambia msamaha, nastaki nione mwanangu akiumia au akiteseka au akikosa raha kwa ajili ya mtu ambaye sio mtoto wangu na wala sio labda sio ndugu yangu. Nafanya vile ambavyo mtoto wangu anapenda nifanye. nifaajibana ya? Nielewa tu. Unaomba ufumbe macho. Kuna surprise nataka nikupe. Fumba macho tena jamani. Hayo mambo ya vijana, wafumba macho na nini sisi. Sisi watu wazima tena tufumba macho. Ah. Ah. Fumba macho. Chifu, manyama ka ukanyaga. Uh -huh. Jeba oyo jeba kamtia shaba ya mguu Sijua so, kejeba kioga labuli tinu niliochelewesha. Tia shaba ya mguu. Ilikuwaje? Yule mwanangu siliti yaleenda katoeka ndichi yule akaenda akanipeleka mimi ndichi konieti kwamba aje ajipanga michongo nini aje kututoa. Mm -hmm. Baadaye mida jioni mzee nini sikaibuka kwa kwa dada yake kejeba mwanangu kaenda kama la nunduni. Yele mwanangu mademu wote huko kitani huko mademu wote wale manyema waliokuwa nao nina nina kumbaka, si staki kejeba sa sisi staki kejeba sisi staki kabisa mwanangu. Usi, unajua manyama manyama, anapiga fani za kibabe. Babe anataka kujiona yeye ndo yeye, nini? Sasa ule kavuva gari. Aje banyee kamkosea na itakiwa mpikisha, ya wapi? Anasikia wapi? Ampige ya, ni yani yani, amtie adabu kidogo. Aso kwa sister mwanangu, wewe umebanga sister kesho kutu na kupata maza mwanangu. Mwana atachora ta mimi sipo nini? Anajua kabisa mwana kwenye harakati zingi na anazama maskani, anamla kinondoni mazeri mwanangu. Ni mkubwa pale nini? Umeona? Hii sio michongo mwanangu. Mtu kama kama unapiga shaba, bora tupotelea kote kule. Unajua wanyama wazi wamemdedisha mtu, amekufa fresh. Unaona, mara akili zake zinatoshaga mwenye kwa machi kufanya nini sasa? Ndio surprise yako, ndio hicho ambacho nimekuwa nataka kufanya. Naomba uangalie kwa mara ya mwisho, amwisho msamimbamae

pole, sikujua kama umekaa muda mrefu. Mimi na wazangu nini, na wazangu niko chimbo na wanangu, tunafanya mitikasi yetu nini. Nenda kwa mganga kwa mganga kwa ajili ya kuweka mambo yangu sawa. Sasa nilivyoenda mganga, akanipa masharti, akanipa masharti ya kutuweka kafara. Sasa mwanangu, hivi kwa nini uliamua kuniambia ni uwe nimeanzia mbali mimi nikajua bwa chochote kile cha maana unaongea, kumbe unaongea ngi mambo aje kwa ajabu. Kwa hiyo kigeni koko nini hapo huwa uje ku sijawahi kuwa na ku sijawahi kuwa kadudu sijawahi kuwa. Yo mama, usinichukulie poka, ukanifanya kama mpumbavu mjinga mbwisi ndigiri, yani mimi sijielewi afu sijui kitu chochote kile, ukanifanya nifyate hapa, nibwatuke maneno mengine ambayo sijataka kuyabwatuka. Saa hizi nasubiri time yake ifike, ngoja ikuwa sio mazuri. Nimeua mimi? Sijawahi kuua na si sababu tu kuua. Kuua ni dhambi, ni mzigo mzito. Nitamwambia nini Mwenyezi Mungu? Sijawahi kuua, ila Mwenyezi Mungu, sijawahi kuua. Wewe ndo umenishawishi niue. Wananifuata wanaambia nimevunja masharti Jeba, acha uongo, wewe ni muuaji. Na na umeshaua zaidi ya mara moja s ni muuaji mmoja, katili sana tena, uwaji wako ni wakatili, una huruma kabisa. Ni wewe ni muuaji. Nasema mimi sijaua kadudu, rekebisha kauli yako, sijaua. Kama ujawe kuua, kwa nini uliweza enda kumuua yule mtu? Nimemuua kwa sababu yako, kwanza. Yani na, ninaumia kichwa. Nimemuua baba watu hana hatia yule. Baba hajawahi kunikosea. Kwa mambo yako na ujinga wako ndio umenisababisha mimi nikamuua yule baba, mtu ambaye hajawahi kuwa hata siku moja. Anaweza kwenda kufanya mauaji kimya kimya kwao pasipo watu kujua, kisha siku watu wameenda kukuta maiti tu kule. Kama ungekuwa sio muuaji, kwa nini usingeliua afu watu wakagundua umeua wewe? Punguza kauli zako eh, mimi ni mtu mkubwa. Mimi hata kama una wadhifa mkubwa, sio sababu ya serikalini kuua. Na nawe na so, ni yani muuaji, muuaji sababu anaambia nimevunja masharti yao. Jeba mbora tulala pasebweni wote. Angalia maneno yako. Wewe ni professional mwingine. Angalia maneno yako. Ushawahi kuua? Sasa kama unabisha bisha, nafsi yako inajua kweli, ina macho yako yanasema kile kitu kinasema wewe ni muuaji yani, na ushawahi kuua. Yaani usisubutu kuzungumza nimeua kadudu, sijawahi kuua. Wewe ni muuaji. Sijawahi kuona kwa. Wewe ni mwote ni wakati sana. Yaani yeah. Wewe ni muuaji usiyokuwa yani, unajua kuna waji wengine afa titsi wanakuwa na huruma kidogo. Yaani wewe unalimoe fulani hivyo, ukienda kuua linatokeza, unaua. Yaani wewe ni muua tena muuaji katili. I say wewe ni muuaji. Unaua unaua unaua, wewe ni muuaji tena muuaji mkubwa. Unabisha sio muuaji? Okay.

a nyumba mamangu, mimi ni muuaji. Mama angu mimi ni muuaji, ama nataka nipige makia nitangaze. Wewe ni muuaji, umeua na unaendelea kuua na nakwambia kabisa utaendelea kuua na kuna idadi ya watu nataka waendelee kuua na utaua. Siwezi kuua. Utaua tena. Siwezi. Tena utaua, utaua, utaua kwa sababu wewe ni muuaji professional, utaendelea kuua. Siwezi kuua. Siwezi, siwezi, siwezi. Karudi wewe ujinga unanifanyia na ovyo vishawishi unavonipa. Mwanangu nimekuzaa mimi mwenyewe, siwezi kuua anasema. Yule atakuwa wa kwanza na wa mwisho, siwezi kufanya huo uovu. Utaua. Siwezi. Usinipigie makia sasa na lala tena, usiniamshe. Kaniishie hizo kauli zako wa mtoto. kwa okay, hiyo huyu ndio jeba sasa. Kwa hiyo hivi ndivyo vitu ambavyo vitakavyo vitakavyo vifanyike toka mapema, kwa hiyo mpaka mambo ya kuharibikie ndio ukubali, ndio jeba wewe. Kwa hiyo tuanze kazi yetu, shika shika, ulisema witch doctor kwa kushika utake

Kama kweli wewe witch doctor unakitoa mika fala sister wangu mambo yake yatanyoka. Chika kwenye bitap, nataka umpe adhabu mtu anamfanyia kitu kibaya kibaya, sister wangu, wangu ah? ah? Hivi ni kwani una pesa mimi kulifunisha kazi, kazi. Kwa Kwa hiyo hiyo sasa unafunisha kazi? No! Chika kwenye bitap, kama kweli wewe witch doctor, chika kwenye bitap. Mpige adhabu mtu anamfanyia sister wangu kitu kibaya, ah? Utaamini witch doctor. Kwa hiyo uamini kama mimi kama mganga.